Jambo na karibu langu. Jina ni maskini msomi na hii ni maskini msomi TV. Lengo langu kuu siku zote ni kuhakikisha ya kwamba unapata uondo wote ambao unachipuka ndani na nje ya nje. Taarifa inayonitufikia kwa sasa ni kwamba msanii ambaye ni maarufu sana nchini Tanzania anayefahamika kama Diamond Platinumz ameoa mke wa pili anayejulikana kama Aaliyah. Inasemekana ya kwamba Aaliyah na Diamond Platinum wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana hata kabla wakutane na Zuchu wa sukari na Zuchu wa Lollipop. Inasemekana ya kwamba Diamond Platinum na Aaliyah wana mtoto mmoja hata eh, kabla kutane na Zuchu. Inasemekana ya kwamba Diamond Platinum ameoa mke wa pili anayefahamika kama Aaliyah na hivi sasa wana mtoto mmoja pamoja. Kulingana na taarifa za chini ya carpet, Diamond alikuwa na Aaliyah kabla ya kumpata Zuju, ila alipopatana na mwimbaji huyo wa sukari na lollipop, linaogewa na kupita naye kama mwewe. Baada ya kuramba asali ya Suju wa sukari, aliamua kumfuata Aaliyah ili akae naye hivi sasa su, Zuchu um, inasemekana analia kwikwikwi, kwikwikwi alivyoimba akiwa amemblock Diamond Platinum. Hizo ndio taarifa ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii, inasemekana ya kwamba Diamond Platinum ameoa mke wa pili ambaye anafahamika kama Aaliyah. Ina ina taarifa ambazo zinachepuka kutoka Uh, ni siri ambazo zinatokea ni kwamba wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, hata kabla ya Diamond kukutana na uh, Zuchu. langu jina ni maskini msomi, na hiyo ndio taarifa ambayo nimekuandalia kwa sasa, akisha kwamba una subscribe kwenye channel ndio tuende pamoja. Nakutakia siku njema.